Hali gani mtazamaji wa H Media? Kuna taasisi nyingi sana na mashirika mbalimbali ambayo yanajihusisha na swala zima la kusaidia watoto yatima katika maeneo mengi nchini Tanzania. Ni leo tuko katika kata ya Kayanga wilayani Karagwe mkoani Kagera. Na hapa ni katika shirika la Tumaini Orphan Support Organization yani Toso. Tumefika hapa kwa ajili ya kufahamu mengi kuhusiana na shirika hili, lakini mengi zaidi anayo meneja ambaye anasimamia katika wilaya ya Karagwe pamoja na wilaya ya Kyerwa, Bi Ines Samuel. Twende tukazungumze naye ili tuweze kufahamu mengi kuhusiana na, na shirika hili la Toso. Mkagenzi kutoka Kiafrika sana karibu sana. Sasa tuzungumze naye ili pia tuweze kufahamu mauli matatu kuhusiana na shirika hili la Toso ili tuweze kuelimika na kufahamu mengi zaidi kuhusiana na shirika hili. Bi Ines karibu sana. Asante sana. Asante ndugu mtangazaji. Kwa jina naitwa Ines Samueli, Nipo hapa nasimamia ofisi ya hapa Karagwe lakini pamoja na wilaya ya Kyerwa hmm. ambapo sasa kwa shirika letu linaitwa Toso ambapo hapo mwanzo lilijulikana kama Tumaini Fund. Ndio, na wengi wanalijua hivyo lakini hakuna badiliko kubwa isipokuwa ni badiliko la jina tu, kazi na kila kitu vinaendelea kawaida hmm. ambapo Toso, Tumaini Fund ilikuwa neno linajitosheleza, lakini Toso ambapo ni kifupi ambapo kirefu chake ni Tumaini Orphan Support Organization. Shirika hili makao makuu yako Mleba lakini tuna ofisi hapa Karagwe. Kyerwa hatuna ofisi, tunakuwa tunaenda hmm. lakini pia tuna ofisi Ngara, Biaramlo, Chato na Mleba, sasa ambapo ni makao makuu, lakini Misenyi pia kuna ofisi ndogo. Kwa hiyo tupo tunafanya kazi kwa ajili ya watoto yatima, shirika hmm. hili la Toso tunahudumia watoto yatima tu ambapo kuna shughuli mbalimbali ambazo zinafanyika, tunahudumia mm. ambapo huduma hasa mama ni huduma ambayo ilianzishwa. Mfadhili huyu alikuja maeneo mm. ya Ngara, alipokuja, na yeye ni daktari, na alipokuwa pale hospitali ya Mbugwanza sasa akawa ameona kwamba kuna wagonjwa ambao wanahudumiwa lakini wanashindwa kabisa kulipa bili zao, akasema mm. basi, kumbe ninaweza nikasaidia watu wachache, lakini akasema ngoja nianze na yatima ambao mm. unakwamba hana mzazi basi na ndugu, inawezekana wamemkimbia. Hmm, basi aone namna ya kuwalipia sasa. Akawa ameanza ikawa kipindi hicho alikuwa anawalipia elfu kumi kwa kila mwezi, elfu kila mtoto anapewa elfu kumi kwa kila mwezi, lakini lazima awe yatima okay. Unakuta familia inalea mtoto yatima au tu baba au mama hayupo, sasa kuna yatima mle ndani, basi alikuwa anaandikishwa, lakini iwe pia familia duni, kwa sababu hmm, kuna yatima lakini ana uwezo, wana uwezo familia inajimudu, wale waliobaki okay. Kwa hiyo akawa anawalipia hivyo elfu kumi kwa kila mwezi wako wanilala japo, sasa hivi ufadhili umefungua kidogo, analipa elfu tano. Mmm, eh, kwa hiyo kuna kwa huko Karagwe na Kyerwa, kuna familia zilizalipa 10000 kila mwezi, ilikuwa ni kwa ajili ya nini? Ilikuwa ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida ya nyumbani. Unakuta labda kwenye familia moja kuna watoto kama watano sita, kwa hiyo hmm, angalau ikiwekwa pamoja, japo alikuwa anasisitiza, ilikuwa inasisitizwa zaidi, angalau kununua kama ni kuku hmm, au kama labda ni kipindi cha kipindi wanaenda shule wanafungua. Ndiyo. shule basi mahitaji ya shule yanunuliwe, lakini hmm, nafika kipindi sasa, angalau ile hela iwekwe kuna kipindi ilikuwa inawekwa miezi mitatu, hmm. ndio wanapewa hmm. au wanapewa 1500 kwa mwezi, 1500 nyingine inawekwa baada ya miezi mitatu ndio wanapewa. Okay. Na ilikuwa lengo ni kwamba wanunue vitu, hmm. ambavyo vinaweza hasa hasa mifugo, hmm. mifugo na na kwa sababu ilikuwa ni kwamba ikifika akifikisha miaka 18, hmm. anatolewa kwenye huduma hii. Okay, kwa hiyo kuna umri ambao uko targeted? Ndio, ndio. Lakini kuanzia miaka ngapi? miaka si tunaanzia miaka 0 Uh -huh. hadi miaka kumi na nane lakini, miaka kumi na nane anatolewa ikiwa hayupo shule. Kama yupo shule, basi anaendelea na hiyo huduma okay. E, lakini ina maana tulikuwa tumegusa baadhi ya familia ambazo tunaona, uh -huh. wana changamoto zaidi, huduma hiyo inaendelea hadi sasa. uh -huh. na hii Tumaini Fund ilianzishwa mwaka elfu mbili na tatu. Uh -huh. elfu mbili na tatu lakini hii Toso imeanzishwa ishirini ishirini uh -huh. lakini, okay, kila kitu kinaendelea kawaida, lakini pia pamoja na huduma hiyo, ofisi za Toso, uh -huh. shirika la Toso linachimba visima vifupi shallow wells. Okay. Ambapo sasa hivi visima vinatumiwa na jamii nzima. Mm. Sio kwamba ni yatima tu, ni wajane, lakini jamii nzima. Mm. Na hadi sasa ni kwa Karagwe na Kyerwa ni zaidi ya visima hamsini na vimechimbwa hamsini na nne. Okay. Vimechimbwa hadi sasa lakini ni visima vifupi, ambapo kisima kirefu tunacho kimoja tu maeneo ya Bushangaro. Mm. Mm. E, tuna, ambavyo hivi mnavichimba kwa, kwa misingi gani kwamba labda mnavichimba mna, mna sehemu kwenye labda kata fulani au mnampa mtu kulingana na namna ambavyo mnakuwa mna, mna, mna tayari mmeshaweka utaratibu? Hapana, kule mm. vijijini kule, katika kila kata tuna wahudumu wetu ambapo hawa wahuduma wanatupa changamoto zilizopo ah, kule kwa sababu yeah. Hata kuna huduma nyingine nitaisema ya ujenzi wa nyumba za wajane ah, lakini lazima wana watoto yatima. Sasa ah, katika huduma hii ya visima ilionekana kwamba maeneo mengi kuna maji lakini sio safi ah, na salama ah, na unakuta wengi yani, mwendo unakuwa mrefu sana wa kutembea kwenda kuchota maji. Sasa lengo ilikuwa ni ni kwamba tu kwa ajili ya afya za watu. Okay. Eh, kulenga afya za watu na tunajua katika yale maeneo lazima kuna yatima pia. Wewe mm. Tunaona kwamba basi angalau wale yatima kuliko kwenda hospitali kila siku apate maji safi na salama, mm. yaweze kumsaidia pia. Kwa hiyo visima vinavyochimbwa ni kwa ajili ya jamii nzima. Okay e, na tunapita idara ya maji hmm, tunaandika barua, tunawaomba kwamba maeneo gani tunaweza tukachimba, hata kama si tuna eneo tumepewa na wahudumu. Ndio, lakini tunapitisha idara ya maji kuona kwamba hili eneo ni sahihi kuchimba hmm, au kama hmm, sio sahihi, kwamba labda kuna mradi wa serikali unapita kule, basi wanatuambia hapana. Ndio, ndio, ndio. Kwa hiyo tuna mradi huo wa visima, na wenyewe ni endelevu, huko unaendelea. Kwa hiyo ina maana maji yanatumiwa na jamii nzima ya eneo hilo, yanatumiwa na jamii nzima kuna chochote ambacho labda wanachangia au ni bure kwa sasa? Kwa kweli, wachangia wachangi chochote isipokuwa tu tuna, wanasisitizwa hasa katika kutunza sasa. mm. baada ya kile kisima kuchimbwa, wanasisitizwa kuwa, kuwa na mifuko ya uchangiaji mm. e, mifuko ya uchangiaji ili kwamba ikitokea basi kifaa chote kimeharibika kurekebisha wasianze tena kupiga simu. Okay. tu aa tu, tumeharibikiwa tu, tu huku mm. Hapana, tunakuwa uh, hatuna hiyo budget. Kwa hiyo nadhani tunakuwa tunawasisitiza viongozi wa pale na tunaenda pia na idara ya maji katika kukabidhi uh -huh. na idara ya maji wanawasisitiza, lakini pia ofisi ya maendeleo ya jamii huwa inaenda kutoa elimu uh -huh. na basi wanasisitiza zaidi hilo pia okay, kwa ajili ya kuepuka ule uharibifu uh -huh. ndio lakini pia huduma nyingine ambayo tunatoa ni huduma ya ujenzi wa nyumba uhum. Nyumba ya kawaida ya vyumba viwili na sebule. Mara nyingine kuna familia ambazo zinajengewa vyumba vitatu pia na sebule e, na sasa hii inakuwa ni kwa familia ambazo kuna watoto yatima, yaani inakuwa ni mjane uhum. Au mgane, lakini lazima alee watoto yatima. Tunajenga sana sana kwa ajili ya wale watoto. Unakuta sasa mtu anaishi nyumba ambayo mvua ikinyesha maji yanapita kwanza chini yakipita kule chini yanapita nato, ya ya upande mmoja yanatokezea upande wa pili na yamepita ndani ndani, kwa hiyo mazingira yanakuwa ni hatarishi sana. Sasa tunaona mm -hmm. kwamba wale watoto wanakuwa wanaathirika zaidi mm huwa -hmm. eh, yuk... mnafanyaje kuzipata hizi familia? Kuzipata hizi familia ni wale wahudumu wetu ambao tunao kule katani. okay. ndio ndio, kwa hiyo wale wahudumu wanabaini hizo familia mm -hmm. na wakibaini tunakuwa na listi hapo ofisini katika kila kata tuna listi ya hawa ambao wana shida zaidi. Sasa ikitokea kwamba labda tumepata ufadhili wa nyumba labda kumi mm. au tano kwa mwaka huo, tunaangalia katika listi yetu mm. e, kwamba sasa yupi yupo hali mbaya zaidi mm -hmm. na tukipata hivyo, basi lazima tuwasiliane tu na kule ambapo yupo ili tuone basi, kwa sababu kuna kipindi hata inatokea jamii pia mm. inakuwa na mwamko wa kuweza kusaidia au makanisa au misikiti wanasaidia ujenzi huo pia. Kwa hiyo tuna hakiki kama ile hali bado ipo vile na tunaenda kumtembelea. Ndiyo. na tuna hakiki kama ardhi ni ya kwake na kama hakuna migogoro yoyote ya ardhi na nini, hmm. basi kwa kuhusiana na, kwa kuwasiliana na wale pia viongozi wa pale kwa, kwa ushirikiano wa pamoja kwa pamoja na wahudumu wetu, basi anajengewa nyumba hiyo uh-huh. ndio. Ndiyo. lakini kila mwaka zinatoka kidogo kidogo hivyo, kama nyumba tano nyumba tatu. okay. ndio ndio. Sawa sawa na kwa upande wa hawa watoto yatima ambao mnawahudumia mpaka hivi sasa, uh, kwenye hili eneo lako mpaka sasa hivi unahudumia watoto wangapi? kwa sasa tuna vipengele kwa sababu kuna watoto ambao tunawahudumia, wale ambao wanapata huduma mm -hmm, ya kifamilia wenyewe wapo mia tano kwa Karagwe, okay, pamoja na Kyerwa mm -hmm. lakini sasa kwa wanafunzi ambao wanapata, kuna wanafunzi wanapata uniforms, ambao mm -hmm, wapo primary Okay. E, wanapata uniform, lakini pia kwa wanafunzi waliopo sekondari shule za serikali. uh -huh. Ndio, kwa kwa miaka ya nyuma tulikuwa tunagawa daftari kwa shule zote za serikali. uh -huh. Lakini kwa mwaka jana, bahati mbaya, tumeweza kugawa kwa shule baadhi. uh -huh. Na mwaka huu pia kwa tujafanikiwa kugawa kwa shule zote, tumefanikiwa kwa shule baadhi. uh -huh. Lakini tunaamini kwa miaka inavyoendelea tutaweza kugawa pia. uh -huh. Lakini kwa swala hilo la elimu uh -huh. na wanafunzi pia wa vyuo ambao wamekuwa wakilipiwa ada vioni, hmm. Ndio na na wanafunzi hao hadi kwa, kwa mwaka jana tumeweza kulipia wanafunzi watano. Okay. Eh, lakini kwa miaka ya nyuma ilikuwa ni mingi lakini tunaona hivyo wako vyuo vikuu. Vyuo vikuu, ambao wako vyuo vya kati. Eh e, vyuo vya kati. Lakini mm, vyuo vikuu tunawasainia kuna wale ambao tumewapa huduma tangu wakiwa primary au tu secondary mm, wamefika chuo kikuu basi tunawasainia zile loan board forms. Okay. Tunawasainia pale na wote wanapata wana e, mm -hmm. mikopo, usini, mm. na wana kwa hiyo. Eh, kwa sababu wale wa kutoka bodi ya mikopo huwa wanapita ofisini na kuona kuhakiki kwamba wanafunzi ni sisi tumewasainia na wanapata mikopo tunashukuru sana kwa hilo mm. lakini pia kuna wale ambao wame, wame, wanaenda A level huwa mm. wanapata pia vifaa vya self lakini pia kuna hawa ambao wameshindwa sasa unakuta hajaenda shule kabisa ndiyo au pia ameenda shule amefika form 4 amekwama mm. amefika darasa la saba amekwama hao mm. sasa tuna program hapo ofisini ambayo inaendelea na nadhani mlipofika mmewaona vijana wetu hapo nje ndiyo na wenyewe hasa tunatoa kozi mbili mm ambayo ni ushonaji pamoja na useremala, ambapo kuna waliomaliza mwaka jana. Bahati mbaya tuweza kufanya graduation, nadhani tuta tutakaribuni kwa mm. ajili ya graduation, nadhani siku chache zijazo tutatoa tarehe, wataweza ku graduate okay. Lakini kwa tunakuwa na, kwa sasa hivi tuna wanafunzi wa ushonaji mm. mwaka wa kwanza wapo 34 mwaka wa pili wapo kumi okay, na saba na useremala kwa mwaka wa kwanza wako kumi na sita na mwaka wa pili wako watano kwa hiyo kwa wanafunzi hao wanasoma hapa miaka miwili mm. na hao wanafunzi wanaosoma hapa wanatoka Kyerwa pamoja na Karagwe okay. Lakini tukuwa tunaona kama tunaweza tukafanya mpango ambapo kwa Kyerwa pia tukawa na kituo mm. ili wanafunzi wasiwe wanahangaika sana mm. toka umbali ule mrefu ndio. Lakini wanafunzi wanapokuwa hapa wanapata huduma za kimasomo, wanapata uji mm wanapata uniforms vifaa uh -huh. vyote vya shule wanapata hapa, isipokuwa wazazi, mzazi anatakiwa kuangalia chakula kuhusiana na uh -huh. chakula uh -huh. cha mchana pamoja na jioni, lakini pamoja na pango uh -huh. kupangisha. okay. Lakini kama tunavyojua mtoto anakuwa hajapata uhuru mzuri uh -huh. kule nyumbani, akija hapa anakaa peke yake, wakati mwingine zinatokea changamoto uh -huh. eh wakuta hivyo mwingine anaenda disko usiku na nini, kwanza kumfuatilia. Mwingine anakimbia anaacha masomo uh -huh. wengine wanapata ujauzito uh -huh. wengine, yaani panakuwa kidogo na changamoto mbalimbali uh -huh. uh -huh. lakini wanapomaliza, yeah. wengi kwa kweli, kwa asilimia kubwa wanamaliza vizuri uh -huh. na wanapomaliza sasa wanafunzi usho okay. wa ushonaji wanapata cherehani, kila mmoja anapata cherehani yake, wanapatianeni nyonyoyo kama shirika, ndio wanapata cherehani yake, ndio kama hivyo. Kwenye graduation sasa hiyo ikifika basi, mm. kila mmoja anapatiwa cherehani yake kwa upande wa ushonaji. uh -huh. na tunashukuru kuna mwamko, hata wavulana pia, mm. wanakuja kwa ushonaji, tunajua mafundi wa, wa wa kiume pia wako vizuri sana, ndio ndio. <laughs> Faiyo, vya, kwa hiyo wanapewa cherehani vyao, wanaenda kwa ajili ya kuanzia maisha. Lakini okay. wanafunza wa seremala pia wanapata vifaa mm. eh vifaa baadhi vile vya muhimu mm. kwa ajili ya kuanza vijiwe vyao kule wanapoenda. Okay. E, Okay. Kwa hiyo na tunashukuru kwamba serikali pia inatoa mikopo mbalimbali basi uh. Na wengine wameweza kujiunga wanafanya yeah. Na hivyo na wapo wanaendelea wanafanya vizuri uh, kwa hiyo yeah. Kwa, hii ni kwa wale ambao wamekosa fursa ya kuendelea na masomo ya juu uh-huh. Na tunaona pia inafanya vizuri kila yeah. mwaka watu wanaongezeka wanafunzi wanaongezeka uh. Na watu wanakuwa na mwamko zaidi Okay. Kwa hiyo tunaendelea hivyo. Sasa na, na, na pengine labda huwa mna utaratibu wa kuendelea kuwafuatilia hawa ambao wanapata nafasi ya kupata mafunzo hayo hapa ya ufundi cherehani na ufundi seremala, huwa mna utaratibu wa kuendelea kuwafuatilia kujua wameendeleaje, mafanikio yao na mambo mengine? Ndio, ndio hiyo mm -hmm, kabisa tunafanya hivyo dio, kwa sababu tunapompatia vifaa mipa vile tunajua pia ametokea wapi. Kuna mm, wahudumu wetu ambao wapo kule katani wanawafuatilia na wanatupa taarifa okay, lakini sisi wenyewe pia tunapoenda kwenye huduma mbalimbali mm, kule katika hizo kata basi tunawafuatilia mm, na tumekuta wengine kwa kweli wanafanya vizuri sana e, wanafanya vizuri na ambapo kuna wengine wapo kule Murongo, tuliwakuta kijana mmoja, nilimkuta yeye ame, amem ameshaoa sasa, amefika okay, mahali ameoa, amemfundisha na mke wake, wapo mm -hmm. wamefungua ofisi kubwa sasa, eh, yani wanafurahi wanafurahia saa ile matunda mm -hmm. na ukifika pale kwa kweli anafurahi mm -hmm. yeye mwenyewe ah, lazima akukaribishe soda na nini okay okay eh, lakini kwa kweli tunashukuru kwamba wengi wanafanya vizuri. Basi wale ambao pia wanapata changamoto mm -hmm. tunawasiliana mm -hmm. hau, tunawapa ushauri okay e, okay, sasa juhu. na pengine labda mtazamaji ange penda pia kufahamu kwa upande wa mafanikio, kwa sababu palipo na changamoto hapakosi mafanikio pia. Mafanikio ambayo mpaka hivi sasa unajivunia kwa upande wa wilaya ya Karagwe na Kyerwa, ndiyo ni yapi? labda nishukuru sana kwa ushirikiano wa serikali mm, lakini pia pamoja na wote ambao tunafanya nao kazi huko kuanzia wahudumu wetu ndiyo, na viongozi wa kata wa kijiji mm. Kwa kweli sehemu nyingi wana ushirikiano mkubwa mm, lakini mm, pia sasa kwa maeneo hayo yote labda mafanikio ni hayo sasa, kwamba tuna visima hivyo tayari ah. Tuna nyumba hizo ah. Ya, kwa kweli ukipita na ukaona kitu kinaendelea vizuri unafurahi. E, mafanikio hasa nadhani na, na... Lakini pia mafanikio makubwa, kwa sababu tunatamani sana mwanafunzi huyu asome mm. na amalize, afanikiwe kwenye maisha yake. Tunafurahi kwamba kuna hata wengine ni mameneja wa benki wamepitia okay. hapa Toso lakini wengine pia ni walimu mm. wanakuja hapa kutembelea wengine ya kuna mwingine jana amenipigia kwamba amefungua chuo chake, anatamani oh. tukamtembelee lakini ni okay. tunda la Toso. Kwa hiyo wengi sana wapo nyadhifa za juu sana mm. na wara, wa, wa, wa, ni matunda ya Toso ambapo sasa tulikuwa tuna mpango kwamba tuweze kuja kuwaunganisha mm. wengi tunawasiliana, je, tuweze kuja kuwaunganisha tuone hata wanaweza kufanyaje kwa ajili ya wenzao, hata mm. ikitokea mm. shirika limekwama sehemu, basi wenyewe waweze kufanya kwa ajili ya wengine pia mm. e, kama wenyewe walishikwa mkono ndiyo, basi wanaweza kuwashika mkono wengine okay. e. Sasa uh, mimi nimekuona pia kupitia katika majukwaa mbalimbali lakini katika miaka ya hivi karibuni nimekuona ukisimama kama mwenyekiti wa wanawake Karagwe mm -hmm. Eh, kuweza kusukuma gurudumu la maendeleo na kuchagiza katika masuala mbalimbali. Ni kipi ambacho kipo nyuma ya pazia katika hili? Asante <laughs> sana. Ndiyo. Labda katika hilo ni ni kwamba ni mambo ya jamii, nimezoea kufanya mambo ya jamii. Huko tunapoenda vijijini tunapo yote ni, ni mambo ya jamii. Ndiyo. Kwa hiyo sasa, kama unavyojua, mambo haya ya siku ya wanawake yanasimamiwa na idara ya maendeleo ya jamii. Ndiyo. Lakini huwa wanaunda kamati, Ndiyo. ambapo hiyo kamati sasa inachagua uongozi mm. Sasa nilibahatika tu kuwa mm hivyo -hmm. yeah. <laughs> lakini nafurahi pia kwa neema, lakini nafurahi kwa sababu na nimesomea mambo ya ustawi wa jamii. okay. Basi nikaona nifanye... sehemu ya kazi yako pia yeah, sehemu ya mm -hmm. kazi yangu, lakini nifanye kwa muda huu niliokabidhiwa, hiyo zamana mm -hmm. Basi nifanye kwa kadri inavyowezekana. Kwa hiyo na mshukuru, mwaka jana nilikuwa mwenyekiti mm -hmm. lakini mwaka huu pia nikakabidhiwa kijiti hicho mm. E, naamini kwa miaka mingine basi nitawakabidhi wengine ndeo, waweze kuendelea. okay. kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa mwaka jana, kwa kweli wa wamama walikuwa na mwitikio mkubwa mm. lakini pia na taasisi na viongozi wengi ndio. walikuwa na mwamko mkubwa na ambapo tuliweza kufanikiwa kutengeneza madawati 15 mm. ambapo ya yapo katika shule ya Nyakanga shule ya msingi, hapo kuna wanafunzi ambao wana mahitaji maalum mm. lakini ni- ni ule i ni, ni ushirikiano yeah. wa wengine, sikufanya mimi au idara ya maendeleo ya, ya jamii peke yake ni mm. kwa ushirikiano wa kina mama wakinamama e, na taasisi mbalimbali na viongozi mm. Basi yani, madawati yamekuwa ni alama pale. Tumezoea katika sherehe kula mm. na kunywa na kuvaa sare, lakini nadhani katika nyakati hizi karne hizi haitoshi hiyo hasa mm. ile sherehe ikiisha, alafu nini tena yeah, yeah. E, lakini sasa kwa mwaka huu pia tunamshukuru Mungu tulifanyia kijijini mm. wengi waliweza kwamba huko kijijini inakuaje, lakini tuliona kwamba wakina mama wengi wanajua kwamba hizi sherehe ni za hapa mjini tu mm. au pengine ni za viongozi wa serikali mm. lakini sasa tukasema basi tuende kule mbali mm. ili naone kule, wajue nini kinaendelea. Nadhani kwa wakati mwingine tunaweza tukaenda kama ni Mshangaro, kama mm. ni wapi mm. au hata kama basi ni Mrushaka, sawa ni mjini, lakini inaonekana yeah. wengine huwa hawashiriki. kwa hiyo mm. sasa kwa mwaka huu pia tukaweza kuhamasisha akinamama pamoja mm. na taasisi mbalimbali watu binafsi kwa kweli wameguswa na kuweza kutuchangia, na sasa kwa mwaka huu tumeweza kwenda kwenye shule ya sekondari Ruhinda, ambapo pale kuna wanafunzi pia wa mahitaji maalum. Labda niombe pia kwa yeyote ambaye anaweza kwenda pale akatoa msaada wowote kwa kadri anavyoongozwa. kuna, kuna wengine wanafanya birthdays, wengine wanafanya maadhimisho mbalimbali, waende pale waone wale vijana tunashukuru na wote ambao waliweza kuchangia mm, na tuliweza kutoa vifaa mbalimbali pale, chakula nini, walifurahi yeah, na wanavipaji sana mm, mm. lakini pia tunamshukuru kwamba kuna mama ambaye wa miaka sitini na mbili anaitwa mm, Jane Mary na yupo Kagutu yeah, yeah, ameweza kubahatika kujengewa nyumba kwa mwaka huu mm, ambapo siku ya maadhimisho ilipofika nyumba ilikuwa sehemu ya lenta ndiyo, na ipo sasa hivi inaendelea. Tunamshukuru Mungu kwamba yeye amepata bahati kuwa kama alama sasa kuwekewa, yeah, yeah. Alama kwa mwaka huu, na mimi nafurahi moyoni kwamba sasa hatukula tu na kunywa isipokuwa tumeweka alama. Alama kwa sababu sasa kauli mbiu inasema kwamba tuwezeshe, mm, eh mm. tuwezeshe sasa kina mama. tumekuwa tunawezeshwa kila siku miaka mingi tunawezeshwa tu. Nadhani tufike sehemu tuone sasa tulikuwa tunawezeshwa kwa ajili ya nini? E, kwa hiyo tuweke nasi alama mm. Tufanye kitu ambacho kitakumbukwa miaka nyuma, afu hata labda katika jamii itaona kumbe kumwezesha mwanamke pia kuna faida yeah. Sio kwamba ni kuvaa tu nguo mm. na kula vizuri na kufanyaje? Hapana mm. Sasa kwa mwisho kabisa, kwa wanawake ambao wanakusikiliza na jamii nzima ambayo inakutizama kwa wakati huu kupitia H Media, una neno gani la kuambia? Asante sana, labda napenda tu kuambia kwamba kwa nyakati hizi zimefika, sio muda wa mama kujiona mnyonge mm. au mama kukaa tu na kupiga story. Yaani wewe unabaki, ni muda wa kupiga story na umbea na ugomvi mm. sio muda huo. Nadhani mama, kuna fursa mbalimbali zime zipo mm. serikalini mm. kwenye mabenki eh, sehemu mbalimbali unaweza ukaenda ukapata mikopo, lakini pia kwenye vikundi tu hivi, tunakuwa na vikundi vya kuchangiana mm. unaweza ukapata mkopo basi ukafanya kitu kufanya kitu sasa kwa ajili ya kusaidiana katika familia mm. E, sio muda wa kuinua migogoro unipi hela ya chakula unipi. Hapana mm. Tusaidiane, tufanye kazi kwa pamoja tuondoe, yani ule muda wa kupoteza tuachane nao mm. Tufanye kazi kwa bidii na naamini mengine yote yataenda sawa, lakini basi okay. pia nadhani kipindi hiki pia ni kipindi cha uchaguzi akina mm. mama, tujione kwamba pia na sisi tunaweza mm. e, mm. sina mpango wa kugombea lakini akina mama wengine wana ana, mtu anajisikia ndani naweza naweza unaweza wewe una, mwenyewe unafuna kabisa unaweza hmm. Kwa hiyo, hata wengine kama wakikwambia uwezi lakini unaweza uh -huh. Kwambia kwamba unaweza kwa hmm. Hiyo sasa utumie hiyo fursa pia ugombea hata kama ni wenyekiti fulani, uongozi fulani, gombea hmm. na ninaamini utapata hata ubunge hata ubunge unagombea kabisa. Unaona, mama ni rais. Kwa hiyo <laughs> isipokuwa tu nadhani ni hivyo, ni- niombe pia hata mama, ukipata nafasi mm. yoyote ile ya uongozi kiuchumi, kawa mzuri, usisahau familia yako okay. Ujue una watoto, una jamii inayokuzunguka, hata kama basi sio watoto wako mwenyewe wa kuzaa, lakini ile jamii inakuzunguka, uikumbuke uweze kutimiza majukumu yako mm. kama inavyotakiwa. Tafuta hela, lakini ujue jamii, uh, familia inakuhitaji pia. sawa sawa, bi Ines, ninakushukuru sana kwa kuzungumza nasi na naamini pia mtazamaji amepata neno na amepata kitu cha kujifunza na kupitia hapa. Sasa tunaamini kupitia wito wako huu, tunaweza angalau kupiga hatua kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Nakushukuru sana kwa kuwa nasi leo kupitia H Media, tunashukuru sana, shukrani sana Asa. Okay, mimi ni Yes Great Mwokagenzi kutoka H Media. Ninashukuru sana kwa kututazama, endelea kutufuatilia, shukran.